bitahiyati mubarakatin min indillah ala wahiya salamullahi alaykum warahmatuhu wabarakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu Wataala na kumtakia ziada za rehma kipenzi cha umma si mwingine Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasalama. E, popote pale mlipo ndugu wapenzi wa tukufu mnaofuatilia Maalim Shabani. E, tupo katika mwendelezo wetu, e, katika e, gurudumu letu na kama kawaida ada yetu mwanzo wa kipindi chetu, kawaida huwa tunapenda kuombeana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala, kwanza tujalie sisi wenyewe amani na utulivu, na haya ambayo yanayosemwa, Mwenyezi Mungu atuepushe mbali na mitihani hapa na pale, na wale ambao wasioitakia mema na kheri hii nchi yetu, basi tumwombe Mwenyezi Mungu, eh, atuepushe na shari zao hawa watu pia tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala, kila mwenye dhamira mbaya na uovu Allah Subhanahu wa Taala e, tunamwomba a, a, a, e, amteze nguvu kwenye ule uovu wake, kwa sababu kiukweli ndugu zangu wapenzi watukufu tukufu, e, mashekhi wanazungumza watu mbalimbali wanasema, viongozi wanasema, e, amna kitu muhimu kama amani. Amani ni kitu muhimu sana ndugu zangu wapenzi watukufu. Leo tunatoka msikitini saa kumi na moja alfajiri. Eh, unaenda kusali unarudi saa mbili unakwenda sometime unakwenda msikiti unatembea zaidi ya dakika kumi. Hiyo yote ni kwa sababu ya hali ya utulivu na amani ndugu zangu. Leo kila mtu yuatoka na kwenda kutafuta riziki ya watoto wake ni kwa sababu ya utulivu. Eh, lakini pasinge kuwa na amani na utulivu, nani anathubutu kutoka kwenda kutafuta riziki? Kwa hiyo eh, watu wanaweza kukwambia wewe si umepewa bahasha, wewe kujipendekeza, wewe nini? Au ni maneno tu shekhe? Wewe kuwa mcha Mungu utakavyokuwa, huwezi kumzidi Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalama, lakini bado Mtume wa Mwenyezi Mungu eh, aliitwa ali, ali majina ya ajabu ajabu, hasa mimi na wewe. Nani pale unapoona una, una nguvu ya kutetea jambo la kheri, una uwezo wa kusema kitu kikaleta E, ikawa ni sababu ya utulivu wa amani, basi wewe usikwepe usi, usi, usi lawama ya wale wenye ya wenye kulaumu. Hawa watu hawana heri, ikiwa watu wanamtukana mpaka Mungu <laughs> hawashindi kutukana wewe, wewe nani shekhi? <laughs> E, wamtukana Mungu. Mungu, kuna watu wanamtukana Mungu tena matusi hasa, hasa. Kwa ajili hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe amani, kwa kweli ni jambo la muhimu sana. Hata mimi na wewe hapa sasa hivi ninazungumza ni kwa sababu ya hali ya utulivu nafikiria nizungumze kitu gani ili watu wapate kustafidi. Ni hali ya utulivu, ni swala ambalo kwa kweli kila mmoja anahitaji. E, mina, e, napata simu nyingi sana watu wanasema, vipi huko jamani, vipi? Yani watu unakuta <coughs> wanatiwa na ile hali ya hofu, kwa sababu wanajua kwamba ikitokea vurugu, hamna wa kupika, hamna wa kuuza, hamna wa kununua, hamna wa kutembea, hamna, hamna, hamna, hamna, hamna. Hii yote kwa sababu hali tumepata utulivu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri. Ndugu zangu wapenzi wa tukufu, haya ni tumeombeana na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwenye hili, kutokana na tupo katika hali gani, ndio maana tumeomba haya. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ndugu zetu waliokuwa mahospitalini, Allah Subhana Wataala awaponye <coughs> awaponye maradhi. Tunaomba ndugu zetu wale ambao wenye matatizo mbalimbali Mwenyezi mbali, Mungu tunaomba waondoshe ndugu zetu waliokuwa masafarini wamesafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki au kwenda kutembelea ndugu au kwa namna moja au nyingine, Mungu awafikishe salama safari zao, na wale ambao wanapambana kwa ajili ya kutafuta riziki kwa ajili ya familia zao, eh, kwa ajili ya kujikimu wao wenyewe, tunamwomba Mwenyezi Mungu hizo riziki zao azitie baraka. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe husnul khatima sisi sote. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla awafanyie awahurumie maruhumu wetu waliotangulia mbele ya haki na sisi wenyewe pia Mwenyezi Mungu atupe mwisho uliokuwa mwema. Ndugu wapenzi watukufu, hayo ni katika mawili matatu katika kuombeana. E, ama leo ama siku ya leo nimekujia na, e, na kitu ambacho e, kama wanga wachawi na mahasidi wa kichawi wanakutafuta kwa udi na uvumba kwa ajili ya kukufanzia ubaya. Ndugu yangu mtazamaji, usipate shida. Allah ametupa hiki kitabu hiki hichi kitabu hiki la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Kitabu hiki hakina shaka ndanimwe, kwa yale ambayo yote yaliyosemwa hayana shaka hata kidogo, labda shaka uitie wewe alafu. Si hivyo tu ni hudan hichi, huu ni mwongozo <coughs> lakini mwongozo lilmuttaqina, kwa wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Muongozo wa Qurani si muongozo tu wa kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuingize peponi. Muongozo wa Qurani hata we maisha yako ukiona magumu, rudi kwenye Qurani, maisha yatatatuka kwa uwezo wa Allah. Ukiona maradhi, rudi kwenye Qurani. Ukiwa umeghadhibika, rudi kwenye Qurani, kwa sababu Allah kashasema huda, huu ni muongozo. Lolote lile ukikwazika nalo, rudi kwenye hichi kitabu, kwa sababu huu ni huda, ni muongozo utakuongoza, umeshanifahamu vizuri eh? lakini pia utakufikisha kule unapotaka kufika japo sio kwa asilimia mia, lakini utaona nuru na mwangaza kule unapokukusudia. Lakini sharti lilmuttaqina, kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Na katika kumcha Mungu, fattaqullaha mastata'tum. Mtume sasa sallam asema mcheni Mungu kwa kadiri vile ya nguvu zenu, mcheni Allah kwa kadiri ya nguvu zenu. Na mkishamcha Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mungu atawapa njia ya kutokea, lakini sharti tufate huu huda u mwongozo leo eh, kama wanga wanakusumbua, wana wanakutafuta, wachawi masahiri wa kichawi dumu na hii sura ya kuisoma surati Yasini ina mapito mengi mengi ya kusoma hii sura, lakini leo nakupa mapito haya, pita nayo hivyo kwa uwepesi. Soma ukiweza kusoma surati Yasin na surati Radi. Soma surati Radi tu moja kama nguvu yako ndogo, ukiwa na istidadi nzuri zisome tatu. Alafu na hii surati Yasini isome mara moja tu. Leo tupite mapito haya, tunaisoma mara moja. Ukishafika hapa wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, hapa ndio kwenye pointi <coughs> umesoma swati radi umemaliza zote tatu, Ukaanza surati Yasin, ukishafika hapa ja'alna min bayni yadihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ukifika hapa utaparudia mara arobaini na moja, afu fanya hivi to to. Ukishasoma kila mara kumi fanya hivi, jipanguse mwili wako wote. Ukishamaliza endelea pale wasawaun alaihim anthartahum am lam tundhirhum la yu'minun, unaendelea na surati Yasin yako mpaka mwisho. Hii, hata kama umeenda ugenini, ndio siku ya kwanza umefika ugenini, unajijua kwamba hapa sijui hawa watu wanaheri au hawana heri, ni wanga sio wanga, ni wachawi sio wachawi, piga hiyo sura tiradi tatu na Yasini moja. Ukifika wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun, irudie mara 41, alafu jipanguse mwili mzima kama wajipaka mafuta. Wallahi hao wanga, waje watakavyokuja, waje watakavyokuja kwa idhini yake Mwenyezi Mungu hawawezi kukufanya chochote. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu mtazamaji, hatuna mazungumzo mengi leo. Nilitaka niwape suratu Yasin na hali zake ambazo zinazotokea mtu akifanya kitu gani, na hii aya ndugu zangu wapenzi wa tukufu, aliitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam pindipo wamemzingira Ae, wale Mayahudi wa Maka walipomzingira Mtume swalla llahu alayhi wasallam, alisoma hii aya, wa ja'alna min baini yadayhi sadda wa min khalfihi sadda. Mtume akapenya akaondoka zake na waliokuwa wao walikaa pale pale, kisha wanakuja kushtuka, mtume kashafika mbali, kishaondoka. Kwa ajili hiyo, na wewe itumie sana hii aya, kwa wale ambao wenye wenye, wenye, wenye, wenye kutambua hii aya. Inakuwa kama vile sehemu watu wanakuandama ndama kwa uadui, hii inakuwa kama ndio uradi wake Sada, msada, sada. Anasoma mie, soma soma muda wote lakini na surati Radi. Hii surati Radi kwa nini inakuja na surati Yasini surati Radi kazi yake ni kuteza nguvu wa chawi, kuvunja zile nguvu na ngome za kichawi, kuvunja nguvu za kijini wa majini wa kishetani wanaotaka kuandama wewe kichawi. Radi ndio kazi yake, sura moja ya ajabu sana hii. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la heri. Ichukue hiyo ifanyie kazi, Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamia katika kile unachokikusudia kwa uwezo wake, na Allah atakustaidi na wanga na wachawi na masahiri na wa kichawi. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kama kawaida yetu tunawajia leo, mnazi upo <coughs> Wale wenye kuitaka mnazi. Tulul umri au mnazi. Inaitwa tulul umri au mnazi. Eh, hapa e, tuna maushifa. Maushifa haya yale yaliyomshughulikia yule paka mtu mbagala Eh, anakwenda kufanya fanya uwanga lakini hatima siku Allah subhana wa ta'ala alimtandika na mwisho wa siku alikiona cha mtema kuni. Ile Subiani killer ya hapa ipo. Habari yake nzito sana Subiani <laughs> killer. Hii ina mambo mazito watukufu wa Uislamu. Kila anayechukua dawa hii hawezi kutoka patupu. Kama kuna majini saba mwilini basi hata majini watatu, wanne lazima wafe. Kama kuna kijini tu kimoja kinakusumbua mwilini basi huyo lazima afe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dawa moja mujarabu sana. Uchawi <coughs> lazima uondoke shehe. Watu wametapika vitu vya ajabu sana kwa kupitia hii Subiani. Ni Subiani kila. Ni Subiani kila kila, kweli na uwa majini kweli, waliokuwa ndani ya mwili. Hapa tuna mafuta halisi ya sandaruti. Mafuta haya uyapati popote. <laughs> Zaidi kwa Maalim Shaba. Yanaitwa mafuta na kutajia mpaka jina, lakini kuyapata sasa ndo shughuli. Mafuta ya sandaruti. Wewe nenda kazunguka, hata kwenye duka la madawa, ambaye nataka mafuta ya sandaruti. Ukiyapata basi huyo utakuwa sijui hata, kwa sababu kuyapata kwake si jambo la kawaida tena. Mafuta ya sandaruti yenyewe yanaitwa mafuta halisi ya sandaruti, mafuta halisi ya sandaruti. Hilo jina mimi naweza kurudia hata mara mia, ukiwezekana liandike lakini nikazunguke, utazunguka maduka ya madawa yote hupati, kwa sababu hizi mimi eh, haya mafuta sijayasambaza kwa mtu yoyote, huwa nayauza mimi mwenyewe. Mujarabu sana haya mafuta kwa maradhi ya maumivu, ganzi, mgongo, kiuno, jino, macho na mengineyo. Yatafute haya mafuta eh, <coughs> mujarabu sana Allah subhanahu wataala awasimamie kila la heri na atujalie mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu wapenzi watukufu, wale wenye kuhitaji kashikashi pia ipo japo sijaileta hapa, lakini ipo. Naam, tutakuja time nyingine kuja kueleza habari ya Mnazi na ufanyaji wake wa kazi, habari ya Sandaruti na Subiani kila tutakuja kueleza mpaka matumizi yake, lakini in short, Subiani kila unatumia kifuniko kimoja leo, kifuniko kimoja unatumia tena kesho, hivyo ni kifuniko kimoja lakini habari zake sio za masahara. Nyuma kamera akisimama vyema habibi Suleiman ibn Sultani, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Maalim Shabani dua senta. Tuna la ziada, nyote tunawatakia utazamaji mwema bila ya kumsahau Hamisi ibn Kimaka akihakikisha mambo yanakwenda kwa ueledi kweli kweli. Wasalamu alaikum warahmatullahi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

kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478, au 0717284242 na 0625575272. Umushifaa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.